yangu ambalo tutatembea nalo siku hizi nitakazokuwa nazo mimi, hapa nimelipa kichwa kinachosema amua kutoka mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! unaweza ukaniambia mtumishi, nitoke wapi? Hapo hapo ulipo. Nikiangalia sio tu huku ndani, asilimia kubwa, kwa sababu bado unaishi duniani, haujafika unakotakiwa kwenda. Amina. Hakuna namna utafika mahali unakoenda na, na, na ukawa tu ukawa tu kwa kawaida o. Hata kuna kipindi, kuna mtu mmoja kwenye Biblia Yesu anasema alilima, akavuna mazao mengi, akasema Akamwambia, mpumbavu wewe, wanaichukua roho yako leo. Amina. Kwa hiyo mada, huko duniani unasafiri, na kwa sababu unasafiri, hapo ulipofika sio mwisho wa kituo chako. Haleluya, iwe kwenye ndoa bado haujafika, iwe kwenye uchumi bado

Tubariki huko mbeleni. Haleluya. Bwana asifiwe. Naomba tuanzie hapa. Nifungulie kumbukumbu mlango wa 30. Kuanzia mstari wa 19 na 20. Kumbukumbu la Torati 30, 19 mpaka 20. Bibilia na shukapee. <coughs> Nazi, na nazishuhudiza mbingu na nchi jeenu hivi leo kuwa nimekuwekea ya mbele yako uzima na mauti, baraka na laana basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako kupenda bwana mungu wako kutii sauti yake na kushika, shikamana naye kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako upate kukaa katika nchi ya, ya bwana aliyowapia baba yako ibrahimu isaka na yakobo kuwa atawapa. Amen. Bwana asifiwe. Umeona ule mstari wa 19? Biblia inasema watumishi wake anasema, nazishuhudiza mbingu na nchi leo hii. Tafsiri rais anasema, mbingu ni shuhuda na nchi mshuhudie haya ninayoyafanya hapa. Alafu anafanya mambo gani? Anasema, nimekuwekea uzima na mauti

kile kile kifungu chako kinachotakiwa uondoke nacho. Haleluya, haleluya! Anasema anazishuhudia mbingu. Tafsiri rahisi, wakati mwingine unapolia, unapolia, mbingu inasema, ila Baba hapa alishakupa furaha Nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si wale hodari washinda nao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Mpaka ngapi? Bwana asifiwe. Amen. Achana na kule juu, kule tutakuja kujifunza wakati unaofuata. Nataka hapa mwishoni, alipomalizia anasema, lakini wakati na bahati vinawapata wote sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ngoja ni wape ushuhuda japo kuwa ni wa zamani kidogo, ila utatusaidia kidogo. Wakati nasoma mimi, kwetu ni kijijini sana, kijijini wameanza, sijui kama kuna kijiji kama kile Tanzania, sijui, sina uhakika sana tu, ni kijijini kweli. Sasa wakati nasoma nikiwa shule ya msingi, tulipofika hivi mtihani ala saba, tuko tukifanya mtihani ya wilaya naweza nikawa wa kwanza wa pili, nilikuwa nacheza nafasi ya kwanza ya pili ya, wa mko, ya tatu. Tukifanya wa mkoa nilikuwa sijawahi zidi hizo hizo nafasi ya nne ya tano, yaani kwanzia ya kwanza ya pili ya tatu mpaka ya nne kimkoa. Sasa tulipomaliza tukawa tumechaguliwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwepo pale nikakutana na kundi la walioshindwa, maana nayo makundi ya angalii, naweza kuta ulio kushindwa sababu kumjua mtu aliyeshindwa, angalia ufikirio wake, mdate anafikiriaga tu, yani sisi sisi wa kushindwa sisi maskini, kwetu watu tunayaga na njaa, alikwaga hivi huyo mkimbi. Kwanzia baada ya hii semina, hata kama rafiki yako kipenzi, na kuanzia leo rafiki nimekata amina.

Nikaenda form one yote niko hivi, form two, siku moja nikiwa nimekaa, akili zikanisogea, nikasema, nikaanza kukumbuka yale matokeo ya shule ya msingi. Nikagundua yule anayeongoza alitoka shule ya msingi moja, ambaye ni kweli ndio wale ambao nilikuwa nachuana nao, wale watatu wanne, wenzangu wamebaki kwenye ile nafasi ya kushindana, wa kwanza, wa pili, akaingia na mwingine akawa mimi nimekuwa wanani? Kwa nini nimeambiwa kwamba wanaofaulu ni vipaji? Nikasema, mbona hawa, nikiwa shule ya msingi nilikuwa naona, hata kama nilikuwa siwajui, mimi nilikuwa wa kijijini, lakini mbona nilikuwa nashika namba moja kimkoa? Mbona nilikuwa nashika namba mbili haleluya niwapa ushuhuda mwingine wakati nimezaa mwanangu wa kwanza kampeleka chekechee akasoma mwaka mzima hajajua kusoma na kuandika watu wakasema chekechee awafundishi vizuri mpeleke la kwanza nimpeleka mwanangu tu shule za kawaida kamtoa nikampeleka la kwanza la kwanza akasoma mwaka mzima hajui kusoma na kuandika wakamrudisha akasoma tena kukaribia kumaliza mwaka ajui kusoma na kuandika, ni wangu wakaanza kusema mke wangu

mtoto alianza kusoma mpaka anaunganisha. Leo ni kati ya wanafunzi bora darasa

Boni, nataka nikuwekee msingi kwamba kubadilisha hatima yako, kubadilisha maisha yako, kwanza viwango vilivyoboa kuishi maisha ya, ya furaha ni uamzi wako.